Okay, naitwa Lucas Ngoto, mwenyekiti wa kanda ya Serengeti na mjumbe wa Kamati Kuu ya CHADEMA. Tumefika hapa kwa ajili ya kuhudhuria kwenye kesi ya mwenyekiti wetu wa CHADEMA Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu. Aa, lakini cha ajabu kuna mapolisi wengi kuliko hata wananchi wa wamejaa hapa na magari yao, na mwenye ki, makamu mwenyekiti bara yeye amezuiliwa hapo Salenda pamoja na mwenyekiti wa Mkoa wa Mara Mwalimu Chacha Heche na wanachama wengine wamezuiliwa hapo. Mimi nimebahatika kufika aa, hapa mahakamani. So, cha ajabu tulipofika hapa, askari pale getini anazuia kwamba leo hakuna mahakama anazuia watu wote wanaoenda pale wanazuia kwamba leo hakuna mahakama na mpaka sasa tuko hapa hatujajua kama mwenyekiti wetu ameshaletwa hapa mahakamani kwao tunaomba na tunaitaka mahakama itoe, itoe amri juu ya, ya wananchi na watu wanaokuja kusikiliza kesi zao iwaambie hao polisi walioko hapa nje wasizuie watu mbalo, kwa sababu hii ni eneo ambalo linatoa huduma kwa kama mahakama ni mahali ambapo wanatoa huduma wanazuiaje watu wasije, wasije kusikiliza na ni lini ambapo mahakama uh, watu walizuiliwa kwenda mahakamani dini ambapo ni huduma zinatolewa mbalimbali. Kuna watu wana kesi mbalimbali, lakini watu leo wanazuiliwa kwenda kupata huduma kwenye, kwenye mahakama. Tunaomba ma, na jaji na viongozi wa mahakama watoe kauli ya, ya, ya kuruhusu watu wote wasikilize kwa sababu hii ni kesi ya uhaini. Kesi zote za uhaini, hakuna kesi iliwahi kufanyika kifichoni kesi zote za uhaini zinafanyika hadharani. Kwa nini hii kesi wanafanya ufichoni? wanasema hakuna mahakama, na tunaona kuna vitu vinaendelea mule ndani. kwa tunatoa wito kwa mahakama iruhusu, inaitoa maagizo, wananchi waingie wasikilize hii kesi. Nimesikitika kwamba hata waandishi wa habari wanazuiliwa kuingia hata waandishi wa habari, nimekuwa pale getini, waandishi wa habari wanazuiliwa kuingia kuingia mahakamani, kwa tunasikitika kwamba hata vyombo vya habari uliwone kuna giza, hata waandishi wa habari wanazuiliwa kuingia na wanakamatwa, na wanakamatwa. Niko pale, kuna kuna mwandishi mmoja amekamatwa, si wa chombo gani, lakini kwame. Sasa hii ni hii ni nchi gani? na tunaenda wapi? hatana okay. hatana. Wao wa, waache watu waingie, waache watu waingie, waruhusu waandishi wa habari waingie. Tunatoa wito kwa watanzania wenzetu kwamba sisi bado msimamo wetu kama CHADEMA, no reform, no, no election, huo ndio msimamo wetu Kami. Na huo ndio msimamo wetu, hata wangetukamata wote bado wanaobaki ni no reform, no, no election. Election. Asanteni sana.